Sikuelew elewi vipi ustai kuniambia saa hivi kumeanzisha mahusiano mwingine mawango. Mm, hebu tulale basi. Yaani kuniamsha usiku hivi, alafu nakuwa naongelea maswala ya mwanaume mii, mwanaume nimemtoa wapi? Sikula mimi ni mtu mzima, naelewa kila kitu kwenye ndoto ambayo katika dimbwi zito la mahaba nangu samani. Umesema nilikuwa naota? Ndio, nilikuwa naota. Nalikuwa kwenye dimbu zito la mahaba. Kwani kuna mtu nimemtaja? Hujataja mtu, lakini tegemea nikisikia ngalo watu mume wangu, lakini sijasikia, sijasika hilo neno. Sasa hivu nanisaliti, si ndio? no. Unajua fika siwezi kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine na unajua, maungo ni muda mrefu toka mi na wewe tumekutana kimwili, labda ndo maana naote hizi ndoto, lakini siwezi kuwa na mwanaume mwingine na siwezi kumwota mwingine zaidi yako sasa kama umezidiwa, kwa nini usiniambie? Mpaka inafikia tu na ndoto za ajabu. kama una hamu na, ham. na mimi sasa hivi, mke wangu, nimesha kuangia tu kuwa huru, niko tayari kufanya e. sangalia Sa, mpaka inafikia tu na ndoto za ajabu ajabu, mpaka mimi nakufikiria vibaya. umelala vibaya au mimi? Kitu umenishtua sana pole, tuweke vizuri mtu. Nakupenda pia, moyo kukupenda lakini penzi, mbona denya wezirusuka tenda niurumie? mm-hmm. Shemeji yangu amenipenda jamani! Shemeji yangu yangu amenipenda mimi, shemeji yangu yo yangu amenipenda. mbona pesa ya matumizi malaki. Bwacha utani basi, hii sasa utani gani? ni maajabu. Ujua kuacha hela kama hii ya yeah. Anajua nandio maana nikuambia, saa hivi mke wangu ni nimebadilika nataka tuishi kama zamani. hiyo mbona ni pesa tu ambayo ni matumizi ya kawaida tu ka utaangalia mwenyewe, kama kuna chenji itakaobaki utampasha miji yako pia. Najua unadaiwa mm -hmm. na mwa. utamlipa pia saa au na vikoba unadaiwa <sighs> mwongo, asante.

naumo ni acheshem mi naomba tu ni samehe, kwani aliyekuwa anaongea jana si mimi. Ni wivu tu, ni wivu ambao sikujua hata umetokea wapi. Nisamee bule. <laughs> <sighs> Ni lini nitapata amani ndani ya nyumba hii? Hivi wewe kunifanya mimi mine latungo macho usiku kucha, au umesikia mimi ni mlinzi? Maneno yako ya jana nimeashika. Asante, ila ukweli ni kwamba machaguo yako ya mawili ni unipa jana, nimefanyia kazi na shapata jibu, na nipata chaguo moja. <tis> naomba usikize kwa makini. Mimi hapa Kariss Mtii nikiwa na akili zangu timamu pasina kushauriwa na mtu wa aina yoyote nimeamua kuachana na Skolastika Mwashelindi na hivyo kuwa na Wilfrida kama mpenzi wangu na mke mtarajiwa. Sikuhitaji tena, sikutaki tena ili niwe na furaha ya moyo wangu, sina budi kukuacha wewe. Wewe ni mke wa kaka tu, utabaki kwa mke wa kaka. Maswala mi kurudi kijijini, hilo halipo juu yako, sababu wewe si ndio mtu ulienta mjini? Au umesikia ki Dar es Salaam ni ya baba yako. Mimi niko hapa kwenye kona hapa. Kona hii kuna kona nyingi. Sikia ukifika hapo kwenye hilo geti la hapo chini hapo, ingia mkono wa kulia hapo, utanikuta mimi niko hapa. Kuna miti miti hivi. Shanelea. Wewe Mambo poa. Vipi? Safi. Mzima? mi mzima. Wewe, Steve. Naam. Wewe, nani alikwambia kwa kuwa mi na shemeji yangu tulienda kuoga pamoja bafuni? Tuondoke. tuondoke wapi? Sikia basi Aa, mazingira sio mazuri sana kwa sababu ili jambo ambayo nataka si tuongee, ni jambo la siri. Alafu kingine uwe ni mke wa mtu hivi, wanzani kwamba watu wakitukuta hapa, njia inakwaje? Tuondoke tena tukaongelee loji hivi. Kumbe mgonjwa loji? mimi na wewe ili iweje? wewe unataka kujua taarifa hizo au utaki eh? Nisikilize basi, mimi sijaja hapa kukubembeleza sawa? Alafu wewe ndio mwenye shida, sio mimi. Wewe kama unazitaka hizo taarifa, nisikilize anachosema mimi lakini kama utaki, pia ni fresh mimi. Nimekwambia twende lodge, kama utaki fresh Ainanoma, mimi sikulazimisha. Kama unataka kujua hizi taarifa, utanifuata kwa muda wako. Alafu kingine chelewa chelewa, hiyo hizi taarifa zikimfikia mwenyewe muhusika, mimi sitaki lawama, sawa. Tunisha maliza hiyo. Hey, Steve, Nimesha <coughs> kwambia sihitaji chochote kutoka kwako. Nielewe basi, Kalisi, hivi ni kosa gani hilo isiosameka mpaka leo? Okay, mi nimekuja hapa na shida Kombe kitu hizo shida zako sasa hivi, kamwambia Kakamalaki, sio? Sawa, mimi najua tumekwazana kipenzi, lakini sasa sio kiivo. Sikia. Penzi letu limeingia dosari. Hivi sikola, ile upenzi ambao unazungumzia wewe limeingia dosari? penzi gani? Mimi nawitukuwa wapenzi, ile watuli kuwa wapenzi shapita. Mimi sina penzi na wewe. Mimi sasa hivi na mtu wangu Wilfred, ndio nina mtu ambaye na mapenzi na naye na sio wewe. Unakosa mwelewa mama angu. Saivi ndo nimegundua mimi mtaka kaka. Haya. Unakumbuka unakumbuka ile siku tumeenda kuoga wote? Kuna mtu alituona.

lakini nataka nikwambie aliyetuona ni mtu wa karibu sana na malaki haya. <laughs> <tabia> huyu alietuona sisi tunaoga ni nani? Unamkumbuka yule yule kaka siku zile ulinikutaga naye kule, wakati naenda dukani kumtumia mama hela Nilikwambia ni rafiki yake Maraki yule ndo aliyetuona si? <laughs> Mwanamke na mbinu sana, yaani unatafuta kila njia za kupita. Sasa sikiliza, nikwambie kitu kimoja, siku zote moja jumlisha moja Namba 2 hawezi kuwa tano. La mwisho pashoka, hapaingii kisu. Sihitaji mapenzi na wewe tena kwa namna yoyote. Elewa hivyo, nachukulia masiala eh?

Malaki. Malaki. Sio. Amwanamke, mbona msumbufu sana hivyo? Malaki. Malaki. Sio. Malaki. Hebu niache nilale basi. Nisikilize basi. Nikusikize nini ntole ujinga mimi? Kunisumbua Ah. Hivyo mwanamke nini wewe suniache. Mimi nitaka Ah. nikuambie mahusiano ya ndugu yako, naona utaki. Niambia, kuna shida gani na msumbu wangu? Wewe si unajikuta, hutaki kunisikiliza hata mambo ya muhimu. Hapana, nikajua ile ujinga wako. Shida ni nini? Haya, mdogo wako siku hizi ana mahusiano